ya aibu sana kwa taifa kwa sababu jana ilikuwa ni siku ya demokrasia duniani, kwa dunia ilikuwa inaadhimisha uh, haki za kidemokrasia, uhuru wa kidemokrasia. Lakini kwa Tanzania maadhimisho haya yametokea kukiwa na matendo ya aibu ambayo yamefanyika katika eneo la ndani ya mahakama, eneo la nje ya mahakama, ambapo siku ya jana uh, mwenyekiti wetu wa Bavicha ambaye ni wakili wa mahakama kuu alipigwa kwenye eneo la mahakama, lakini vile vile kuna kuna wananchi wengine walipigwa nje ya eneo la mahakama na kuondolewa. Kwa kweli ni tendo la aibu sana, naamini muhimili wa mahakama unapaswa ujitetee, ujitetee kwa sababu mahakama ni muhimili, unapaswa kuwa huru, ni muhimili unapaswa kuwa ndio kimbilio la haki kwa mujibu wa katiba ya nchi ibara ya mia moja na saba ndiyo chombo kikuu cha haki. Sasa chombo cha haki kinaponajisiwa na jeshi la polisi kwa matendo yaliyofanyika jana ni jambo la aibu sana. Sasa wakili mainyira amekushatoka kwa, kwa dhamana. Kama chama tunatafakari hatua za ziada za, za kuchukua wale waliopigwa nje ya mahakama. Kwa wale ambao sio viongozi wa chama wawasiliane na viongozi wa chama ili tuweze kuzungumza nao weza kujua hali zao, haki zao na kadhalika, kwa sababu wako ambao wengine walikuwa ni wananchi wa kawaida tu waliopigwa kwenye, kwenye eneo la mahakama. Sasa leo tulipofika vile vile tumekuta mazingira ya polisi kuzuia watu kuingia kwa kisingizio cha kwamba mahakama imejaa ndani, lakini mimi nimeingia ndani ya mahakama. mahakama mahakama ina viti vingi tu viko wazi, lakini polisi wanazuia watu watu nje. Sasa baada ya kuona lile zuio la polisi pale Uh, tulizungumza na, na baadhi ya mtendaji mmoja wa mahakama na akatuhakikishia, kwamba uh, watachukua hatua kuhakikisha kwamba watu wanaruhusiwa kuingia, na yupo kiongozi wetu mmoja tumemuunganisha na huyo mtu wa mahakama kuhakikisha kwamba watu waruhusiwe kuingia, lakini kwa kuwa bado mahakama iko wazi na watu wametawanyika tawanyika, kwa kuwa nimeambiwa polisi wanawaambia watu kwamba usiingie, mahakama imejaa, nenda nyumbani na mtaona barabara yote hii polisi wame wametanda. Nitoe mwito tu, kama hii habari itaruka muda huu, wananchi ambao wameenda mbali kidogo kwa sababu ya ya kauli ya uongo ya polisi ya kwamba mahakama imejaa, warejee tena, warejee kuweza kupewa haki ya kuingia. Na nitoe mwito kwa mahakama kutoa taarifa kwa umma, kutoa taarifa kwa umma juu ya haya yanayotendwa na, na polisi Haiwezekani polisi wanatenda matendo ya udhalimu, uovu, uvunjaji wa haki za binadamu mbele ya mahakama, alafu mahakama iko kimya. Anatoa na mwito kwa jaji mkuu, natoa mwito kwa msajili wa mahakama kutoa kauli na wao ya kukemea matendo haya yanayofanywa na jeshi la polisi, ambao ni kinyume kabisa na haki za binadamu. Lakini Mheshimiwa Mnyika, jana kwenye taarifa ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, o, oh, tayari yeah. Endelea. tunataka kuwaeleza tu kinachoendelea. Awali nilizungumza na nyinyi na kuwaeleza kwamba siku ya jana ilikuwa siku ya aibu sana kwa taifa letu na aibu kwa mahakama, kwa kuwa ilikuwa siku ya demokrasia duniani, lakini ndani ya mahakama, eneo la mahakama na nje ya mahakama kwenye viwanja vya mahakama kumetokea aibu ya uvunjaji mkubwa wa haki, demokrasia na uhuru wa watu, kwa watu kupigwa kwa kuja tu mahakamani. Na kati ya waliopigwa na ambaye alipigiwa ndani ya eneo la mahakama, eneo hili hapa, alikuwa ni wakili wa mahakama kuu, Mheshimiwa Deogaris Mayinyila, ambaye vile vile ni kiongozi wa Bavicha wa Chadema. Leo tulipofika vile vile hali imeendelea kuwa tete kwa maana ya mahakama uwekwa kama vile iko gerezani. Atakuwa na mmeshuhudia namna ambavyo polisi wametanda sio tu eneo la mahakama nje hapa mlangoni, bali kuanzia barabarani huko kwenye barabara zinazokuja eneo la mahakama, na polisi wanafanya kazi isiyokuwa ya kwao ya kuwaambia watu kwamba mahakama ndani imejaa kwa hiyo wasi, warudi nyumbani. Kwa hiyo wanaondolewa, warudi nyumbani na na, na ndani ya mahakama yenyewe kuna nafasi ziko wazi za watu kukaa, lakini vile vile kuna kuna watu waliojaa mule ambao sisi tukiwaangalia kwa sura na wanachama wetu wakiwaangalia wanasema kuna askari wamejazwa kule wakiwa na nguo za kiraia kule mahakamani. Sasa tumewaita kuwajulisha mambo mawili au matatu kutokana na alio la kwanza, sisi viongozi pamoja na wanachama na wapenzi wa haki na demokrasia tuliyokuwa ndani ya mahakama tumeamua kutoka mahakamani ili kutuma ujumbe, kama kama kama vyombo vya dola vimeamua kuiendesha kesi gizani, basi waiendeshe gizani. kwa tumetoka, tumetoka, tumetoka ndani ya, ya chumba cha mahakama. La pili pamoja na kutoka kwetu, tumefanya mawasiliano, tumetuma timu ya uongozi ikiongozwa na naibu katibu mkuu bara kwenda kuonana na na utawala wa mahakama, ili kuwaeleza haya yanayoendelea ya kwa mara nyingine tena ha, tuwaeleza jana, tumewaeleza leo asubuhi, kuwaeleza tena kwa mara nyingine juu ya yanayoendelea ya. Mrejesho niliyopewa ni kwamba a, maafisa wa mahakama wamesema watashuka hapa chini ili kuwazungumza na askari polisi kuruhusu watu kuingia, lakini hili peke yake halitibu tatizo, kwa sababu kuanzia asubuhi askari wanaozuia watu kutokea mbali na kuambia warudi nyumbani. Namna na pekee ya kudhibiti hii hali ni kuondoa hii hali ya kuwa mahakama kama vile imewekwa gerezani na, na jeshi la polisi na kuzuia watu watu kuingia na kuweka utaratibu ambao utaruhusu nafasi ziko wazi, watu kuingia. Lakini si tu nafasi ziko ziko wazi watu kuingia chumba cha mahakama kina kina kina kina kina idadi ambayo ikijaa imejaa. Lakini mahakama hii haina chumba kimoja peke yake cha mahakama, ina, ina ina chumba namba mbili, ina chumba namba tatu na, na, na mahakama inaweza kufanya utaratibu, na hili si jambo litakuwa jipya. Zipo mahakama zilizokuwa na kesi ambazo zilikuwa na maslahi ya umma ziliweka TV screen katika vyumba vingine vya mahakama ili kile chumba kimoja kikijaa bado kuwe na fursa ya kuweza watu kushiriki kwenye, kwenye shauri kupitia vyumba vingine vya mahakama kwa hilo. Ni jambo la, la pili ambalo naamini kwamba likifanyika litaongeza idadi, idadi ya watu, baada ya lile jambo muhimu zaidi la kuirusha la hii kesi live, kuonekana kama linawekewa vikwazo hivi, wakati haki inatakiwa itendeke na haki ionekane ikitendeka, hasa kwa kesi kama hii yenye maslahi ya umma. Lakini jambo la tatu ambalo limetokea vile vile ni kwamba uh, mheshimiwa Tundu Lissu mwenyekiti wetu ambaye, ambaye katika kesi hii ni, ni mshtakiwa baada ya sisi kutoka taarifa ambayo nimeelezwa na waliobaki ndani ya, ya, ya, ya, ma, ya mahakama uh, kwa maana ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya wanaomshauri mheshimiwa Lissu kisheria na mambo kama hayo, ni kwamba mheshimiwa Lissu ameieleza ame mahakama amewaeleza majaji juu ya haya ambayo yanaendelea kutendeka nje ya ya chumba cha mahakama, na ameweka msimamo wake kwamba hayuko tayari shauri kuendelea kusikilizwa mpaka kwanza apewe nafasi ya kuwaeleza majaji kuhusu jambo hili na majaji waweze kulitolea mwongozo au uamuzi. Kwa tukaona tuje katika nukta hii, tuwaeleza hayo yanayo yanayoendelea. Na, na na sisi kwa sababu kwa sababu tunaelewa kwamba Mheshimiwa Lissu ameliibua hili jambo mahakamani na bado anaendelea kuwasilisha mahakamani, tutakuwepo katika viunga hivi vya mahakama. Hatutaingia ndani ya chumba cha mahakama, tutakuwepo kwenye viunga hivi vya mahakama kusubiria nini kitajiri ndani, na katika hatua baadaye tutawaeleza ya ziada ambayo yanaendelea. Asanteni sana.